Mlinzi wa mradi wa maji wilayani Mbarali mkoani Mbeya pamoja na washirika wake wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za wizi wa vyuma na mabomba na vifaa vingine vya ujenzi wa mradi huo. Kamanda wa polisi mkoani Mbeya Benjamin Kuzaga, anaeleza namna jambo hili lilivyofanyika, ambapo pia wananchi hawakuwa nyuma kutoa maoni yao kuhusiana na suala hili. Hii ni Nyikani TV Afrika, na langu jina ni Godon Kalulunga. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wanne ambao ni Edwin Iwauri, miaka 26, Chesko Muheze, miaka 44. Huyu ni mlinzi wa mradi kwenye mradi mmoja wa maji ambao unaendelea kujengwa katika eh, maeneo haya ya mkoa wa Mbeya katika wilaya hii ya, ya Mbarali. Mwingine ni Hamza Madete, miaka 29, wote ni wakazi wa Igawa wilayani Mbarali pamoja na Victor Timbulo miaka 25, mkazi wa Ifakara mkoani Morogoro. Hao wanashikiliwa kwa pamoja kwa tuhuma za wizi wa mabomba hamsini ya chuma ambayo inaitwa kwa lugha ya kitaalamu scaffold, pamoja na chuma, naamini ni pamoja na chuma na leveling machine na stand yake, vifaa ambavyo ni vya mradi wa maji unaojengwa na kampuni ya Lassen and Limited ambayo imepewa jukumu hili na serikali kujenga mradi wa maji katika wilaya hii ya ya Mbarali. Watumiwa walikamatwa kati ya tarehe 22 Aprili na tarehe 15 Mei katika msako ulioendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali mkoani Mbeya na hatimaye wengine kuwakamata katika mkoa wa Morogoro. Watumiwa waliiba vifaa hivyo kwa kushirikiana na mlinzi ambaye nimemkwisha mtaja kwa kampuni ya Jimson Securities Company Limited ya Mkoani Iringa na walikuwa, walikuwa wakisafirisha vifaa hivyo kwa kutumia pikipiki aina ya Boxer isiyokuwa na namba isi na wala usajili. Naitwa Christina, mkazi wa Mbarali. Kwa huu mradi wa maji, laiti ungekamilika kwa wakati ungetusaidia wananchi kwa wakati, lakini sasa inakuja kuleta shida kwa wale wanaokwamisha kwa kuiba vifaa vya huo mradi au hayo mabomba, ina maana Mbarali tutakuwa na shida kubwa ya maji e, na tutachelewa kukamilishwa huo mradi. Mimi naitwa Zuberi Kasimu Changa na mkazi wa Mbarali e. Mradi, mradi kuna mradi mmoja wa maji huko katika wilaya yetu ambao utasaidia mkoa wa Njombe na Mbarali yenyewe. Wananchi, naomba katika mradi huu tuwe walinzi sisi wenyewe kwa ajili ya mradi wetu ili uweze kusaidia na uende haraka, kwa sababu wanapokuwa wanajenga wahisani wa, wa ni kwa sababu ya kutusaidia sisi wenyewe, mali hii ni ya wananchi wenyewe tunaomba sana wananchi wajitahidi kuwa walinzi wa hii mali ili iweze kujengwa kwa wakati.